Naitwa Lilian, naishi maisha ya hali ya chini pamoja na mdogo wangu. Kila siku tunapambana kwa juhudi zetu ndogo, tukiamini kuwa kesho inaweza kuwa bora zaidi.

ekundi chagalawanatamigaada tapiga kura. Kesho ni siku ya uchaguzi siku ya kuchagua viongozi watakaoendeleza jitihada za maendeleo katika nchi yetu na maisha ya kila Mtanzania. Nafsi yangu bado ina sita, najiuliza kama kweli mchango wa mtu mmoja unaweza kuleta tofauti yoyote, lakini ninaamini maendeleo huja kwa hatua na kwa awamu huenda awamu yangu ya mabadiliko na maendeleo binafsi imewadia, na kama sitotimiza wajibu wangu kama mzalendo kwa taifa langu, huenda hiyo awamu ikapita bila hata kunigusa. Leo nitapiga kura, nitatimiza wajibu wangu kama Mtanzania halisi na ninaamini sauti yangu ina thamani, na nina imani na kiongozi nitakayemchagua. Na kupitia uchaguzi huu tutaendelea kujenga taifa letu pamoja. Hv unavyoniona kwa sasa hivi, jinsi nilivyovaa, jinsi ninavyopendeza. Sio hivyo tu, mazingira ninayoishi kwa sasa hivi, nina nyumba nzuri, nina magari. E, hata mdogo wangu yule ambaye alikuwa anaishi maisha ya shida, sasa hivi yuko chuo. Yote ni kutokana na maamuzi ambayo niliamua ya kwenda kupiga kura kwa kumchagua kiongozi ambaye niliona na niliwaza nikajua kabisa kwamba ni kiongozi ambaye ataweza kututendea vema sisi tukiwa kama wananchi wa Tanzania, na ukweli, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu, Daktari Samia Suluhu Hassan, amefanya mambo makubwa mno. Ameendeleza ile miradi ambayo ilikuwepo, mm? SGR eh? Mwendo kasi eh? Sio hivyo tu, mimi ni mkazi wa Mabwe Pande, ninaishi Bunjubi, wilaya yangu ya Kinondoni mm? Mama ametuletea hospitali nzuri kabisa kwenye kata yetu pendwa Mabwe Pande, imepewa hadhi ya wilaya kiukweli. Mama, umeboresha miundombinu mm? Mimi nikiwa kama raia wa Tanzania, mimi nikiwa kama mzalendo wa Tanzania, mimi nitapiga kura. Ni kuulize wewe Mtanzania unayeniangalia. Hivi unajua kwamba una haki ya kupiga kura na kupiga kura ni haki yako. Ni haki yako kwa sababu utamchagua kiongozi ambaye unaona wewe ni sahihi kwako kuja kukutumikia. Kura ni haki yako ya msingi. Usipopiga kura unajinyima haki zako msingi. Kwa hiyo kura yako moja ndipo utaweza kubadilisha historia ya maisha yako, kama kura yangu niliyopiga miaka ni mitano ni iliyopita imebadilisha historia yangu ambayo unaiona kwa sasa hivi. Mdogo wangu yuko chuo anasoma. Maisha yangu yamebadilika. Sasa hivi ninaishi vizuri, nimeweza kupata ajira, ninafanya kazi zangu sio ajira tu, na biashara zangu zinaendelea vizuri ndani ya nchi yangu ya Tanzania, ndani ya serikali yetu hii inayofanya kazi kwa sasa. Kwa hiyo mimi ninakushauri tu, Oktoba ikifika, ukatiki. Mimi nitatiki Oktoba, je, wewe? Sauti yangu, nguvu yangu, nikuulize wewe, utatiki Oktoba? Tunatiki.